Aje meza ya wambea, tayari tuko kwa hewa na hii ni 69 Mediatz. Sisi tunakuwa tuko hapa kwa lengo hili tu, kwa lengo moja, kuhakikisha kwamba story ambazo zinaendelea ama zina trend mitandaoni oh, za watu maarufu, lakini pia ambao sio maarufu nao wanatafuta umaarufu kama kina mtu fulani. Na huu ndio msimu wa Valentine bwana, yes. Tutashuhudia hapo nyingi chini Mbaya baba baba lao baba la watoto baba la watoto ndugu yangu? Mm -hmm. Kuna, eh, yeah. Kuna jambo umeliona huko nalolijua mimi ao wewe? Lipi hilo? Kuna la kwanza Uyuhu, dada yetu wa Bongo Movie, Wastara Sajuki. Kafanya nini tena? Wee, Wastara ame fall in love. <laughs> Hey, baada wakati, wakati, ya muda mrefu wakati, wakati, wakati, wakati, wakati, wakati, hey. Vizuri, eh? Ila baada ya, ya, ya kifo cha mume wake kipindi kile marehemu Sajuki baba yangu, goja <laughs> E, ameten sana kwenye mitandao mm. Hivi na hivi lakini dakika za mwisho amejua pa kuangukia. Unajua, sometimes unapofanya mm. Kazi zako mchana mm. Usiku unatafuta sehemu ambayo utaangukia utapumzika, uta uta hey. Pumziko la e, la nafsi, la nafsi moyo, utaangukia utapumzika, pumziko la nafsi la moyo la fukuto, kwenye mwezi wa pili, Valentine na Valentine hiyo inakaribia na Valentine, Ramadhani pia inakaribia au <tabuza> watu wanatafuta ndoa za uji Haya, Wastara yuko na nani uh, inavyosemekana na sio inavyosemekana, ni sasa hivi iko ofisi hata mm. tumeona kwenye mitandao ya kijamii uh, kupitia Instagram mm. tumemwona kakaangu baba angu mm. mkongwe wa mziki wa hip hop namzungumzia baya baya dudu au Dudu Baya mamba, ah, una <gulipi> <gulipi> you know Wastara, you know Wastara, na moyo. Wastara ana nafasi yake kama mwanamke mm, na wenye interview yake amezungumza vitu vingi yes. Amezungumza, amemsifu kwanza Dudu Baya, amesema hakuna mm, mwa, mwanaume ambaye aliweza kujitolea eh, kuonyesha uwanaume mm, wake kwake

mwamba kutoka kanda ya ziwa Msukuma anapiga I love you yeah. Wasala akapiga I love you tu mimi yeah. Sikutegemea yani, sikuwahi kuwaza kama itatokea Dudubaya atakuwa ita, na, na Wasala atakuwa nikapo na hii imekuwa nikapo nyingine mpya sana ambao ndo tunaishuhudia sasa hivi yeah, lakini uh, well, kwa moyo wangu mimi nawaombea wa wafikie yeah, ndoa jamani, kwa sababu Wasala akakaa muda mrefu tangu ku, kuondokewa na mume wake sajuki yeah, yeah, kuna kipindi yeah, pia yeah, alipitia kwenye mahusiano jamaa fulani hivi akachana akafunga tena ndoa nakumbuka na, na yule mzee yule pia napo akachanda, kwa hiyo akawa mekao bila mahusia, mahusiano kwa muda mrefu mpaka mm. watukaa anamsema, ikatokea ile klip inasambaa yeye na, na Abdulazake mm. <laughs> ikasambaa, kumbe haikuwa na chochote zaidi tu kwamba Abdulazak anaenda kumpa Wastara pole na kumsalimia yeah. Lakini sasa hivi sasa this time tumeoneshwa kwamba Dudu Baya ndo ameshikilia <laughs> ule, ule mpini yeah nadhani Dudu Baya mm. alikuwa anamfuatilia ma kitambo Wastara, na kiasi kwamba Wastara katika changamoto zake alizopitia inawezekana mm. alijiona hivo mpweke, alijiona hio peke yake, lakini yeah, this time around tumeona amepata mtu ambaye wakuwa naye karibu mtu yes, ambaye anajua kabisa kwenye moyo kamuweka, na yeye anajua kabisa atabeba shida zake, sio mm. kukaa naye tu karibu yes, alikubeba zile shida za Wastara ndio Wastara amepata tabu jamani, hey, zake maradhi ndio maradhi. kuna vitu vingi vimekwama hapo katikati katika yeah, na alipitia ya, alipitia mapito mengi sana pia t tumeona, tumeona baadhi ya mm, vyombo vya habari kwa hmm. baadhi ya, ya video zake zile zilizokuwa zilizokuwa na uwa tulitegemea yeah. kitu kikubwa sana ah, muka, kuna kuka, kuna wakati alikuwa hmm. anatembea anatembelea na mguu baadaye, ukaja ukasikia mguu wake hmm. tena uko sisi yeah, si, si, si, pia 69 tuli, tuli, tuliwahi kwenda kufanya interview na na Wastara no, yeah. Alizungumza vitu vingi sana yale anayopitia yeah. yeah, dhuluma yeah. aliyopitia kudhulumiwa pesa zake mm-hmm. na baadhi ya makampuni yaani, vitu vingi sana ambavyo Wastara kavipitia na tulivishuhudia. Kwa hiyo inapotokea, oh, nakwepo mwanaume ambaye ameamua kusimama naye yeah. na ninaamini dudu baya hii itakuwa ni penzi la kweli kusimama yeah. na Wastara mpaka atakapokuwa sawa, sio kutembelea upepo wake. Unajua kuna watu pia za kufuata wanatembelea upepo wako eh kwa upande wangu nimeona Dudubaya amefanya kitu a mm. anachagua ni maamuzi makubwa kuwa, yeah. Na, na mwanadada ni maarufu, ni star, mm. Anajulikana, East Africa na nje ya Afrika ni, yeah. ni, ni maarufu. hata Dudubaya mimi nadhani kutakuwa kuna kitu cha tofauti sana, yes. ambacho tutakiona kwenye kapo hii kubwa ambayo mm. sasa hivi imekuwa on trend, yeah. tunafahamu <laughs> kwamba Dudubaya alikuwa na ana, ana changamoto nyingi sana hapa iua mm. Kuna fukutofukuto kubwa sana hiyi na kaka yetu yetu, kwa sababu tutakuwa tutapiga naye pia naye tutamtafuta Chidi chi inaelewa, yep. kwenye story story zao, lakini dakika za mwisho tumepata kuona kwamba Dudubaya alikuwa anampenda sana Wastara. Wewe umejuaje before, before before Wastara ku, ku, ku, ku, ku, ku, kufanya ile interview? Wewe umejuaje alianza kusema i love you Mali, I yeah, I, eh, eh, I love you too. was Wastara ndo kajibu baada ya simu kupigwa pale ninda, nini na nini Baya akajimaliza kabisa. Eh, siku zote anayeanza kusema ndo, ndo, ndo, ndo aliyeanza kupenda ndo ana asilimia kubwa anza kupenda kwenye mahusiano, na anasema hivi kuna asilimia katika mahusiano unajua mahusiano ma, ma ya mwanzo mm, yanakuwa yana yana speed sana ndio elewa. Ee. uh, mwanaume anawezekana akapenda kweli ndio elewa uh. uh, baadaye mwanamke ndo akachukua asilimia zake kwenye kuzama kabisa baada ya kumchunguza nani mwanaume. Kwa hiyo mimi naona kuna asilimia pale, Wastara nitampa asilimia sabini, Dudu Baya nitampa uh, asilimia tisini, kwa sababu Dudu Baya nitanguliza love night Jamani, mimi nikwambie kitu, ni moyo moyo ni kichaka kambra. Moyo ni kichaka ndugu yangu, kwa nini umpe Wastara asilimia sabini? <laughs> Moyo ni kichaka, aweza kuwa Wastara mapenzi yake yako ndani, hajataka ya kuyaonesha nje. Kwa nini umpe asilimia sabini? Nimempa <laughs> ah, asilimia sabini kwa sababu siku zote mwanamke anakuwa ana asilimia ndogo mwanzo lakini amwisho, yeah. la la la ah, ah, sasa nimekuelewa. Kumbe kwenye kuanza mahusiano mwanamke huwa anaanza na asilimia ndogo, yani anaingia taratibu, anaweka kijimguu anakitoa, ila nyie wanaume ndo wago meingia mazima na ndio maana nyie mkite, mkite ndogo mnaumia vibaya, najiua saa zingine zingine. Dondosha comment yako hapo chini. Hii ni 69 Media na umepata vitu vingi sana, umeshuhudia pia, tumezungumza kuhusiana na Wastara pamoja Dudu baya na, na, na mwache Wastara watu jamani, ajifaidia saa hivi, naye apate faraja, mmemsema yes sana yes. So Wastara mmezungumza mambo mengi kuhusiana na mahusiano no, mara saa zingine nini, si anajifanya nini, mara kama sababu yeye ni mwigizaji jamani. Hebu mwache jamani, penzi natamani li penzi lifike mpaka ndoa, na isiwe tu ndoa ya uji kwa sababu tu mwezi mtukufu unakaribia aku <laughs> Hey. Hey. Wa inaonekana, ndugu yangu subi kwa ndugu yangu hmm. ale nitakuwa amefunga ndoa ya uji mayake, nimesema amecheka hey. Kweli watu tayari washafunga ndoa za uji sasa hivi, yaani Inshia, kwa nini ukale kwa, kwa, kwa, kwa, yaani. yeah, kwa na Dudubaya pamoja na Wastara mm. dini mm. Umeelewa, sijajua mm. Dudubaya kama ni Muislamu sijachunguza Dudubaya. ah, Dudubaya sio Mkristo kweli yule. Au Mkristo au Wastara ni Muislamu? Wastara Muislamu. Muislamu sijaona hilo swali lakini tuambie hapo kwenye comment, kmenti zake ikitokea mm. okay. kwamba mmoja Muislamu mmoja na Mkristo kuna mmoja yote kubadilisha dini. Na nani, kama ungependekeza ah, kwa mimi nilivyoona tu lazima Dudubaya atafuta dini ya Wastara. Wasukuma wanapenda wewe Hai. Wasukuma wadanganyi lakini <laughs> <Hai. laughs> pia tuahidi tu, tu, tu haidi, tutafanya tuwezavyo tumpate Wastara azungumze hili jambo, au hata mtu wake wa karibu tu yoyote anaweza kuzungumza hili jambo kwa Ramadhani. Wapo, unajua kuna vile vitu ambavyo hauwezi kuvi nini kuvi viko sawa Asante kwa kututazama. Mimi naitwa. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yapo ya 69 Media, mm, fanya hivyo subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili kupata exclusive au sababu na notification zote hapa kupitia 69 Media. Baby niko hapa, lakini kubwa zaidi nipende kutoa maua kwa kameramani wetu Alan Mtumbadi, mtumbari mzee wa ndoa za uji. Sisi tunamaliza hivi. Till next time tunasema bye-bye, bye-bye, bye. Tumemaliza. Deka yeah, well, ngapi hiyo?